Ni, ni hivi, baada ya mwezi wa tisa tarehe 31, mdogo wangu alichukuliwa alichukuliwa na mapolisi mtaani, tena ni kijijini Arusha. Walimchukua ile mtoto na kiume mtoto miaka 14, wamemchukua wamekaa naye tarehe 31, tarehe moja, tarehe tare mbili, tarehe tatu. Baada ya kinababu kuzunguka na kuangaika kutupigia sisi watu wa huku mjini simu, toto, mtoto anarudishwa tarehe nne amaisha tarehe nne, ana hali mbaya hivine sijui, lakini mtoto alikuwa na hali mbaya sana. Ama yani inaonekana walimtoa huko wakaja wakamshusha pale walipokuwa wamemchukua wakamwangusha hapo wakaondoka. Alikuwa na makovu ya kupigwa, sijui ni mijeledi wanatumia, sijui ni waya, sijui ni kitu gani, sijui ni maana wanatumia kupiga watu. Mtu amevimba mwili vibaya sana. Ay, ayo, yale, yale ya juu yote tuliyaona yalikuwa yanatumiza ila alipofikia sehemu ya kutuambia siwezi kukaa, tulikaa mtoto amelawitiwa. Na kweli babu kumwangalia, babu alianza kulia kwa sababu mtoto amefanyiwa kitu kibaya sana. Tumekaa na yule mtoto, juzi amejinyonga. Alisema anaenda shambani kutafuta yale, yale masago ya kuwekea ngombe wa, wa, wa, walalie chini. Yale, kule Arusha tunafanyaga hivyo, masago yale majani yale, makavu makavu. Aliaga anaenda kuchukua nini, kuchukua masago Hakurudi. Inafika saa kumi na mbili, watu barabarani wanakuja nyumbani, wanapiga mayowe. Kuna nini? Bibi anaambiwa tweneni shambani, mtoto yule tunamuona kama ananing'inia kwenye mti. Kufika kule ni yeye kweli, amejinyonga. Ameamua kujinyonga, mdogo wangu. Yani si, sijui lakini yani br brutality aliofanyiwa na polisi. Alikuwa anaulizwa nani kakufanyia hivi? Alisema ni polisi. Unamkumbuka sura? Namkumbuka sura. jina simjui jina lake ni nani. Walikuwa wangapi? Walikuwa wawili. It's a young boy 14 years. Polisi wawili wamemwingilia mtoto wa kiume, polisi wawili. Alafu leo hapa polisi wamekuja kutu, kutuambia sisi sijui tutunze amani. Tunatunza amani gani? Ambao wameshinda kututunzia ni amani ipi ambayo bado wanaitaka? Yani i don't know but polisi, yani sijui. Tumemzika tayari, tumempumzisha, Mungu ampumzisha lakini tu, ile mama yake tulivyokuwa nye msiba, mama yake muda mtoto anaingizwa kaburini, maana amejinyonga, hajazikwa na kanisa kwa kwa kwa tamaduni za Wakristo. Nafikiri mnafahamu mtu akijinyonga azikwi na kanisa, maana amejitoa uhai. Anazikwa nyumbani nyumbani tu, mnamfanyia ibada na hazikwi makaburi ya kanisa, na makaburi ya nyumbani okay. mama yake alikuwa, alikuwa anasema usipumzike, usipumzike mpaka alokufanyia hivi vizazi vyao vilipe. Mama yake ni mtoto wake wa kwanza wamezaliwa wawili ni mtoto wa mamangu mdogo wamezaliwa wawili, mtoto wake wa kwanza anamwambia hivyo asitulie mpaka vizazi vya walomuumiza vilikie. Imagine mtu ana maumivu kiasi gani? au ni maumivu kiasi gani ya mtu yani? tumerudi mjini kwa ajili ya Disemba tisa, yani there is no way mtu utaacha kutoka Disemba tisa, we usipotoka wewe ni msaliti, kwa sababu kama haijakufika wewe leo, itakufika wewe siku yoyote nyingine ile itakufika tu. Kama mwezi wa tisa kuna watu vitu havijawakuta, basi Desemba 9 ukibaki uki nani kitakukuta, sio tu Desemba 9 na kuendelea kitakukuta, mambo haya yatawakuta tu. Kwa hiyo yani usiseme mimi familia yangu haijaguswa, sioni umeumwa kuandamana, usiseme hivyo. Basi kama wewe familia yako haijaguswa toka kwa ajili ya sisi familia zetu wengine ambao tumeumia, toka kwa ajili ya familia za watu wengine, fanya hivyo kwa ajili yetu. Mungu atakubariki fanya kwa ajili yetu. Hata kama imetokea kwa tumekufa barabarani, umekufa kwa ajili ya watu wengine, nimekufa kwa ajili ya watu wengine. Yaani December 9 ni lazima kila mtu atoke. Mimi bango langu nimeandika katika Ulawiti Tanzania. Ulawiti imekuwa ni issue kubwa sana na inafanywa na polisi sana. Tena vijijini, polisi ndio wanaongoza vijijini. Hizi kesi serikali za mitaa wenyewe wanazichoka vijijini. Polisi ndio wanafanya mambo kule vijijini. Yaani vyovyote hivyo, December 9 bango lako ukiwa unaomba katiba mpya, usisahau chini kuandika katao ulawiti. Watoto wetu wanafanywa mashoga kwa ajili ya maslahi ya wachache, pengine ukuta hata huyo rais ya benefit. Lakini yule anayefanya kile kitu kiakit, ni mtu ambaye ameajiriwa na hiyo serikali, ni mtu ambaye analipwa mshahara. Mimi tangu nimeanza kufanya kazi, ninatoa kodi yangu. Mtu analipwa kodi yangu mimi na kodi za ndugu zangu, ameenda kumlawiti mtoto wetu ni kodi yangu, ni kinachoniumiza, ni ile hela ambayo mimi nilikuwa ninafanyia kazi, ninakata hela makubwa, alafu leo mtu anaenda kumfanyia mtoto wetu unyama kama ule yani. vyovyote iwavyo Disemba tisa, usibaki ndani, ulibaki ndani mwezi ishirini na tisa, Disemba tisa, sijui Disemba tisa usibaki ndani. Usibaki ndani. Yaani usibaki ndani. Nina fikiria nimemaliza. nina uchungu lakini, yaani vyovyote iwavyo. Uki